Na muungano wa maafisa wa kliniki nchini KUCO umesitisha mgomo wa miezi mitatu wa maafisa wa kliniki kaunti ya Makueni kwa kipindi cha siku thelathini ili kutoa nafasi ya mazungumzo na kutafuta suluhu ya masuala walioibua. Hilo limeafikiwa baada ya serikali ya Makueni kuunda jopo kazi maalum takaloangazia ya masuala yanayoibuliwa na wahudumu hao wa afya. Matabibu viva. Viva. Mgomo wa maafisa wa kliniki hapa Makueni umedumu kwa miezi mitatu na kuathiri pakubwa utoaji wa huduma za afya, huku wahudumu hao wakiteta kuwa serikali ya Makueni imewatelekeza na kukosa kutimiza masuala walioibua yakiwemo kupandishwa ngazi, kusawazishwa kwa mishahara ya maafisa wa kliniki katika idara mbalimbali, kupewa kazi za kudumu kwa walio chini ya kandarasi, kati ya masuala mengine and for those officers working under the common cadre establishment

The next, of course, issue is to look at the budget cost implication for those officers that are in the non-common cadre while aligning them and, of course, at the same time, cure historical injustices for those officers that have stagnated in job groups for a uh, long, uh, long time uh, since uh, they got into the service. Wiki mbili zilizopita maafisa wao wa kliniki walifanya maandamano mjini Wote kushinikiza serikali ya Makueni kuzingatia maslahi yao, jambo ambalo lilisababisha kuundwa kwa jopo kazi litakalokuwa na wanachama kutoka pande zote mbili ili kufanya mazungumzo na kukwamua mgomo. We

to ensure that now uh, since the board is willing and uh, the Department of Health is willing uh, the governor being the CEO ensures that there is enough budget now to implement this to sort out the question of uh, re repeated uh, strikes and, uh, you know, picketings uh, uh, uh, Afisa mkuu msimamizi wa idara ya afya kaunti ya Makueni Dr. Avimbidi amesema kuwa masuala mengi walioibua yameshughulikiwa na wataendelea kushirikiana na maafisa wa sekta ya afya kutatua changamoto zinapoibuka. Michael Mtinda, runinga ya Citizen Makueni.